Aroo, habari ya mchana huu wapenzi wa bageni huduma. Leo bageni huduma tunayo furaha kuwakaribisha katika chaneli yetu hii, na sisi mara zote bageni huduma huwa tuna kauli yetu, tunasema hivi: ukishafikisha miaka 23, hakikisha haukosi yafuatayo: vyeti vya taaluma. Yaani nikiongelea taaruma simaanishi umesoma mpaka machokikuu manini, lakini as long as umepata umemaza form four yako, umeenda zako veta, umetoka wapi labda umeenda kwenye fani ya ususi ya kufanyaji, hakikisha unapata cheti. Sasa hivi serikali imetanua wigo, kuna watu ambao wana wanaajiliwa kwa ajili ya kusuka. Jamani hamjaona kwa ajili ya ku Kusev, mezani vitu tunajionea huko kwenye majirapoto. Nafasi za kazi zinakuja zinatangazwa, yani mpaka unajiuza. Guys, kumbe nchi yetu ni tajiri sana mpaka afani hii. Jamani tusome, hicho sio kwenda chuo kikuu, hicho ni kupata cheti cha taaluma. Kwa hiyo unapofikisha miaka ishirini na tatu hakikisha haukosi cheti cha taaluma. Lakini pia kitu kingine, cheti cha kuzaliwa ni cha muhimu sana. Unapopata deal mtu anatamani ajue, na ndio maana hata serikali wanasema ukifikisha miaka sitini, you have to retire. Sasa tutajuaje una, una miaka sitini? Eh, lazima tuonyeshe cheti cha kuzaliwa kwa hiyo, cheti cha kuzaliwa kinapatikana katika umri wowote ule, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kulitimiza hilo, sawa eh? Kitu kingine ni passport ya kusafiria Jamani, unapofikisha miaka 23, tayari ushatoka kwenye habari za vyuo. Unafanyaje nao huko? Kwenye muda ambao una focus na maisha, unatamani ujue purpose yako, sawa. Kwa sasa ni muhimu ukawa na passport ya kusafiria. Dizi zinakuja kutoka sehemu mbalimbali, unaona, hata kama ni nchi mbalimbali, unaambiwa tu ndani ya mwezi safari hapa. Huna passport, ushaikosa hiyo. Maana nika mchakato fulani. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu ambavyo natakiwa ufanyije uwe navyo. Lakini kitu kingine pia ni CV iliyoandikwa vizuri. Bageni Huduma tuko kwa ajili ya kulitatua hilo. Unajua sio just a CV. Ni CV ambayo ina meet criteria za kimataifa. Kazi imetokea nchi fulani, CV yako naiposti tu kwa sababu ina meet vigezo vile vya international. Hatuongelei loko. Sasa hivi tutushaji chanua kwenye mawazo, tunafikiria nje ya box. Kwa hiyo lazima tuwe tuna vitu ambavyo vina vina deserve hata katika hadhi ya kimataifa. Kwa hiyo karibu tukuhudumie kwenye habari za kuandaa CV ambayo iko international zaidi. Lakini pia kitambulisho cha NIDA ni muhimu. Unaona, sisi Bageni Huduma bwana, tunakuchanua tu. Lazima uwe na kitambulisho cha NIDA guys. Namba NIDA imekuwa ikijionyesha katika angles nyingi, ufanye kitu namba ya NIDA, kitamsho cha NIDA, unaona. Kwa lazima uapply pia upate habari za NIDA hizo, na sisi tupo kwa ajili ya kulitimiza hilo. Lakini pia simu inopatikana vizuri, ushafanya hayo yote alafu upatikane lo <laughs> hapo kwanza ncheki. Kwa lazima kwanza uhakikishe una simu inopatikana vizuri Abone, zoka access network kila kitu. Yaani ujiexpose na mazingira internationally, loko. Leo serikali imesema nini? Leo kuna fursa gani? Leo kuna nini? Unaona? Lakini pia usisahau kusubscribe na kitu kingine, nenda pale kwenye comment section unatuachia um, unatuachia namba yako. Sisi tuna group letu ambayo tuko moto tukipata kitu tunatumbukiza kule kama kitakufaa wewe kitakufaa wenzako. Kwa hiyo naacha pale namba yako kwa ajili ya WhatsApp, ama kuna namba zetu tazitaja mwisho wa hii video. Kwa hiyo unaweza ukatutumia SMS tukakuadd kwenye group. So, leo ninapenda niongelee zaidi habari ya passport, kwa kuwa kuna maswali mengi. Mtu tu akisikia passport anafikiri ni zile passport zile za kubandika like, um, passport yani, namaanisha passport picha za passport. Nifikiri nitapata karibu hapa, nioneshe passport. Anyways, na maanisha passport size, yes, passport size. Sasa so, leo siongelee passport size eh, tunaongelea passport ya kusafiria. Kumekuwa kuna maswali mengi uki, tunaposti mtu ana passport. Yes, passport ya kusafiria. So, passport ya kusafiria kama nilivyokuambia ni kitu muhimu sana unatakiwa kukikosa. Yaani wewe fanya ufanyavyo ila utakiwa kukikosa na utanishukuru baadaye, utatushukuru baadaye Bageni Huduma. So, ili kusudi upate passport ya kusafiria, lazima uwe na vitu vifuatavyo. Namba moja, cheti cha kuzaliwa cha mwombaji. As I told you guys, cheti cha kuzaliwa ni muhimu. Yaani ruka urukavyo. Kama una future ya kujiexpandia maisha yako, unafikiria nje ya box, you must have cheti cha kuzaliwa na kinapatikana tn karibu Bageni Huduma, tutakuhudumia na huduma zetu sio mpaka ufike ofisini, you just tu tuambie. Tumetambaa kote huko kwenye social networks, tupo. Chukua mawasiliano tupigie, utapata cheti chako na utakipokelea katika ofisi zetu popote pale ulipo koo. Cheti cha kuzaliwa ni cha muhimu sana, unapowaza tu kuapply kuhusiana na swala la passport ya kusafiria lazima uwe na nini? Na cheti cha kuzaliwa. Lakini kitu kingine lazima uwe na cheti cha kuzaliwa cha mzazi hmm. Changamoto, mzazi anaweza siwe na cheti cha kuzaliwa, lakini aisikuvunje moyo. Kuna kitu kinaitwa affidavit au kiapo. Mchukulie mtoto wako, nienda naye mahakamani, mpate kiapo kile. Kito kiapo inakuwa pia ni attachment ya pili lakini kitu kingine ni kitambulisho cha taifa. Si umeona mambo yanajirudia? Habari ya NIDA lazima uwe nayo unapoanza tu kuapply habari ya passport, cheti cha kuzaliwa chako cha mzazi ama affidavit ya mzazi, lakini pia kitambulisho cha NIDA. Na kitu kingine, kuna picha ya mwombaji, picha ambayo imepigwa vizuri, sawa kipasipoti ambacho ni current. Sio vile vya kizamani ambapo tukiona hapo ulikuwa form one now you are chuo kikuu liva ama form 6, ama wherever, sura ziendane. Hiyo haitakiwi. Unapoenda lazima tu uonekane kwamba huyu ni huyu, sio umedeviate from this to that. No, yani iwe picha ambayo ni current. Lakini picha hiyo background iwe light blue kama hii hapa. Hiki kitambaa changu hapa nimeweka kwa ajili ya kupigia picha za passport kwa mahitaji mbalimbali, lakini tuna background za rangi nyingine like that, inategemea na demand ya passport size mtu anayotaka. Kwa hiyo that passport size ya mm, inayotakiwa kwenye passport ya kusafiria lazima iwe nyuma ina background ya light blue kama hivi lakini pia hiyo fomu hela kidogo, sawa elfu, eh? Ishirini unailipa serikali kwa control namba. Elfu ngapi? elfu ishirini kwa control number lazima ulipe serikali kwa ajili ya ile fomu ya ku apply passport ya kusafiria. Na mwisho kabisa unatakiwa na ushahidi wa safari sawa, eh? Ushahidi wa safari au ushahidi wa shughuli anayofanya mwombaji, ushahidi wa safari au ushahidi wa shughuli anayoifanya mwombaji, inielewa. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo kama sita hivi vinavyohitajika au unavyotakiwa kuviandaa unapowaza tu kwamba una mpango wa kuapply kuhusu passport ya kusafiria. Kwa hiyo Bageni Huduma, tumekuchanua sisi, tupo kukupa update za kidijitali zaidi, na usisahau kushare na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Habari hizi zisipokufaa wewe, zitamfaa ndugu yako. Amini sisi hapa kwamba teknolojia inaongea, yaani sasa hivi mambo ni kidijitali, kila chochote unachotakiwa kukiwaza kichwani, hutakiwi kuwaza kupoteza nauli au gharama kwenda ofisi fulani, check your nas. Mambo sasa hivi ni simple, haijalishi huko wapi tunapatikana, tuko available 24 hours. Na tupo kwa ajili ya kukusaidia na kwa kumalizia tu naomba nitaje namba zetu. Ah, kuna namba ya WhatsApp WhatsApp, 0768 766595 nitarudia, 0768 76 65 95 au sifuri saba tano sita themanini sitini na nane arobaini na tatu. Sifuri saba tano, sita, themanini, sitini na nane, arobaini na tatu. Sifuri saba, tano sita, themanini, sitini na nane, arobaini na tatu. Lakini tupo Instagram kwa jina la Bageni Huduma, tucheki Facebook Bageni Huduma, tucheki YouTube Bageni Huduma, tucheki Thread Bageni Huduma Tucheki na X kwa jina la Bageni Huduma huko, lakini pia tuna blog yetu ni Bageni Huduma na tuna website yetu pia, kote huko tunapatikana koo. Karibu sana, mwe na jioni njema, tukutane tena wakati mwingine, bye. bye.